Mtazamaji wa Faida Online TV, ile methali isemayo pangu pakavu tia mchuzi, inaendana moja kwa moja na maisha yanayoishi huyu mama na dada yake kipenzi, maisha ya kuokota kila kinacholiwa kinachopita mbele yao ili wapate kushibisha matumbo yao kwa kuwa hawana msaada wowote. Mama huyu anaitwa Sofia Ismaili Mponda, anaishi kijiji cha Nanguruwe mkoani Mtwara na, na ni mlemavu wa viungo kama wanavyoona hapa, anahangaika kuchuma kisamvu kutoka kwenye miti midogo ya muhogo ambayo ni tegemeo lao la kupata mboga, huku wasijue wapi, lini na nani atawasaidia kupata hata robo kilo ya unga ili asonge ugali, aweze kula na dada yake, ambaye naye ni mlemavu wa macho. Mama huyu aliachika kwenye ndoa yake miaka mitano iliyopita, na baada tu ya kuanza ugonjwa huu wa miguu ambayo ilianza kukosa nguvu na baadaye alishindwa kabisa kutembea, na hapo aliporudi utoto, yaani kuanza kutambaa. Bi Sofia amezungumza na Faida Online TV kuhusu uhalisia wa maisha yake. Mimi naitwa Karim Faida, hali ya homa yangu na miaka karibu mitano na kuendelea na maisha yangu ndo kama hivi ya tabu. Ninachokula ninasaidiwa, nikipata ninakula, kama sipati basi nalala. Yalianza kuuma tu miguu kuuma, nikitembea naanguka, nikitembea naanguka, ndo ikafikia stedi hii ya kutwa kutembea basi. Pamoja na hali hiyo anayopitia Bi Sofia amekuwa msaada wa dada yake ambaye ni mlemavu wa macho kama anavyoelezea. Pamoja na hali yangu hii, lakini ndo dada ambayo niliyokintegemea naye haoni, sasa hiyo ndo ananitegemea mimi, sasa ndo maisha yangu tuki, nikipata nakula naye, tukikosa basi tunalala. E, ndo maisha yetu hayo lakini ndo hatuna maisha mazuri. Chakula tunasaidiwa tu, anayotupa nyungu moja ya miogo tunakula, tukimaliza anatusaidia mwingine, unga kitupa kilo tano tunakula, ndo maisha yetu hayo eh. Asha Ismaili Mponda ni dada wa bi Sofia, ambaye ni mlemavu wa macho. Ameithibitishia Faida Online TV kuwa msaada wake mkubwa ni mdogo wake, ambaye ndio huyu tunamwona hapa akitambaa. Bibi huyu naye aliachika kwenye ndoa yake mwaka mmoja uliopita, baada ya kuanza ugonjwa huu wa macho. Sioni japo kitu, Sioni japo kitu. Hapa msaada e, wangu mdogo wangu pamoja na tambaa lakini nantegemea kwa chakula, tukipewa chakula nawandaa nanite anakuja, na, na, na, na, na kuweka hapa tunakula. E, naliwahi kuolewa. Umeachana mwaka e, yes. Jana ajili ya homa hii alipoona hali si nzuri, ndio basi akaniacha kwenye familia hiyo. Walikuwa watoto wanne, watatu kati yao ni wa kike na mmoja ni wa kiume ambaye ndiye aliyekuwa anaibeba familia hiyo. Lakini siku zote wanasema ng'ombe wa masikini hazai. Kaka yao huyo alifariki dunia na kuwaacha wakiwa wenyewe, wakitangatanga na ulimwengu. Wanawake hawa wana mdogo wao aitwaye Bisomoi Ismaili Mponda, ambaye amezaliwa naye tumbo moja. Lakini hata yeye maisha yake ni magumu, ama ya kuungaunga kama vijana wa sasa wanavyosema. Mmoja huyu mkubwa dada, ndugu yangu mdogo huyu sasa kama hivi huduma yangu mimi, kama mimi sina mimi kama mimi tu siwezi yale, lakini njoo nawasaidia kama ninavyoweza. Nikipata unga tunagaiana, nikipika ugali tunakata na wagaia. Njoo maisha yenyewe ndiye ishinao mkubwa kama hawa tulio hai kwa sasa hivi tupo watatu, eh wanawake watu, tulikuwa na kaka yetu amefariki mwaka juzi pale. Mimi jina langu naitwa Isa Hasani Rubea mkazi wa kijiji cha Nanguruwe, kata Nanguruwe hapo hapo nyumbani, hapo ndo anapolima ndo anapopata mahitaji ya kama hivi kipindi kinachokuja, muogo na naenda ka kufukua kisamvu anakula hapo hapo e. Na kama mtu akiamua kutoka basi, anampatia an, an, an, tu anamsaidia tu msaada e, yani mazingira magumu sana. Wapo ndugu lakini nao hawajiwezi, ni, ni, watu wazima. Kwa majina anaitwa Andrew Alex Nyoka, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Michenji kijiji cha Nanguruwe. Hawa ni wakazi wangu, akina mama hawa tena wako jirani yangu kabisa. Kwa hiyo wanaishi kwenye maisha ya, ya shida. Ikiwezekana tunaomba kwa serikali, watu binafsi, watu wenye hofu ya Mungu wahurumie hawa kina mama ili wa, wapewe msaada tofauti, tofauti tofauti ikiwemo wapatiwe chakula kama kuna uwezekano wa, wa mtu yoyote kuwasaidia chakula cha kina mama wawapatie. Na sehemu ya kulala pia ni, ni shida. Tuwahurumie sana wa maisha wanayoishi. Kama ingekuwepo na uwezekano wa, wa watu kuwatembelea kuja kuwaona wa maisha wanayoishi aa, wa kina mama basi ingekuwa ni vizuri zaidi, ili waweze kuwasaidia kwa kila ambacho wamejionea wenyewe wa Mtazamaji wa Faida Online TV jaribu kuvaa viatu vya hii familia, maisha wanayopitia, changamoto wanazokumbana nazo, nadhani utaona kuna namna wanahitaji msaada wako. Watu wa Fildi kwa leo tumetamatisha. Mimi naitwa Karimu Faida. Tusaidie leo ili tujitengenezee kesho yetu. Asante na kwa heri.